Familia ya marehemu balozi wa Afrika Kusini nchini Ufaransa, Nathi Mthethwa, imeeleza ujumbe wa mshikamano kutoka kote Afrika Kusini na nje ya mipaka kuwa ni faraja katika majonzi kufuatia kifo cha balozi huyo mjini Paris wiki hii. Aidha, Mthethwa alifariki baada ya kuripotiwa kuanguka kutoka gorofa ya ishirini na mbili katika hoteli mmoja hapo mjini Paris. Alikuwa akihudumu kama balozi wa Afrika kusini nchini Ufaransa tangu Disemba mwaka elfu mbili ishirini na tatu baada ya kuwa na taaruma ndefu ya kisiasa iliyojumuisha nyadhifa kadhaa za uwaziri kati ya mwaka elfu mbili na nane hadi mwaka 2023. Katika taarifa ya pamoja, familia ya Mtheswa na Bushers zilisema kuwa kifo cha Mtheswa kimeacha pengo ambalo aliwezi kuelezeka kwa maneno ya kawaida. Licha ya hayo, katika kipindi hiki cha majozi makubwa familia ya mtheso na busheri zinatoa shukurani za dhati kwa wingi wa upendo na mshikamano kutoka kote Afrika Kusini na nje ya mipaka. Hata hivyo, ujumbe wa rambirambi umeleta faraja katika huzuni yao, faraja katika huruma. Familia hizo pia zilitoa shukrani kwa serikali ya Afrika Kusini kwa msaada wao wakati wa kipindi hiki cha maombolezo. Shirika la habari ya serikali ya Subs liliripoti kifo cha balozi huyo kimezoa mshtuko mkubwa na maombolezo ya kimataifa katika nchi yake na nyumbani pia. Na hii ni Tmedia Two, tunaendelea kukuweka karibu na habari mbalimbali zinazoendelea kujili ndani na nje cha kufanya subscribe, like na kushare. Vile vilevile, unaweza kutufuatilia katika anwani yetu ya Tmedia Tu pale Instagram na nwani ya Tmedia Tu pale Facebook. Langu jina ni Loisi Skila.